Dawati halina CHADEMA, dawati halina CCM, halina kafu wala mchama wa aina yote. Anayekaa pale kusoma ni mtoto, ni mwanafunzi wa mtu yote mge. Kwa masuala ya maendeleo, tusiweke siasa, tuko pamoja ndugu zangu, kwa sababu kuna mtu hapa, kuna watu wengine tukizungumzia maendeleo, wao wanakwenda kinyume cha maendeleo. CHF ni maendeleo. Bahati tuepata mkoa wa Manyara hamwezi kuipata tena, hamwezi kuipata huyu. Ni waziri angependa bahati hii iende mkoani kwake Tabora, wilaya yake ya Sena, lakini kwa sababu ni mchapakazi, hana upendeleo, amependa kwetu. Leo sisi hapa Manyara tunafaidika kwa hiyo nafasi hii tuitumie. Ndio maana nimerudia hilo kwamba hakuna siasa, maana kuna watu wengine akibeba mchama wake anafikiria kwamba ndio ugali wake ndio maisha yake, amebeba anatembea na mchama kichwani. Hakuna chama hapa, tunazungumzia maendeleo, jamani. Mmenipata? Mmenipata? Tunazungumzia maendeleo, hatuzungumzii chama. Narudia mara mia mia, kwa sababu nawafahamu meshakaa hapa sasa mwaka mmoja na miezi sita inatosha kujua kama mkuu wa mkoa naongoza watu wa aina gani sehemu gani eneo gani kijiji gani tarafa gani kata gani na watu wanafanyanaji maendeleo oye, oye. Mweshimua Waziri Kitambara hoye! Haya, kazi kwenu, namini mtapita kila kijiji kikoti, na bahati nzuri sisi viongozi wa serikali naturogeki <laughs> Ukituroga unaanguka mwenyewe unaanguka. <laughs> Asante sana <sante. Satana>. Tupige makofi, Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa, e. <laughs>